Kumekuwa na changamoto na sintofahamu ambazo kuna watu ambao watakii mema taifa letu, kuna watu ambao wanatoka mataifa mengine kuja kufanya vurugu kwenye taifa letu. Nipitie tu mkutano huu, jamani, nchi ambayo haina amani, nchi ni nchi ambayo ni ya kukimbia kimbia, kimbia. Kwa hiyo niwaombe sana, ndugu zangu, tuwabeze watu ambao wanaleta vitu ambazo sio vizuri kwenye taifa letu, tuwabeze watu ambao wanataka kutuchunganisha baina ya sisi kwa sisi, lakini wanataka kutuchonganisha watu ambao kuonekana kwamba chama cha mapinduzi hakifanyi kazi wala kitendi haki. Nina imani taifa lina katiba, linaongozwa kwa katiba na kanuni. Kwa maana hiyo sasa, wale ambao wanakuja kubeza taifa letu tuwabeze na tuwambie. Na imani kuna vijana mpo hapa, mimi nitatarajia kuona kwamba umoja wa vijana mpo kujua kabisa watu wanamne wanaobeza taifa letu hao ndio wa kuanza kuruka nao. Sitarajii kuona kwamba wazee wanapambana na watu kwa namna hiyo. Havo vijana mmerara emeji ni kwamba leo wewe taifa hili halina amani, huwezi ukakaa kwenye mkutano kama huu. Kwa hiyo lazima tupinge watu wa namna hiyo na tuwaambie kabisa, sisi Tanzania kuna katiba na kanuni na sheria za Tanzania. Kwa hiyo kama wao wanataka kubeza Tanzania warudi kwao huko. Sisi wa Tanzania tuko vizuri na tuna imani kabisa na viongozi wetu ambao wapo wanatekeleza majukumu yao, lakini wao wameshindwa, wanakimbilia huko na sisi tunawapokea. Sijawahi kuona kwamba Tanzania tunakimbia kwenda Kenya kwa ajili ya machafuko ya Tanzania. Hiyo ipo, ndugu zangu. Sasa tuwabeze watu wa namna hiyo. Imetokea sitofahamu hii karibuni hapa. Kwa hiyo, nimesema nitumie hadhara hii kuwaelimisha na kuwambia, ndugu zangu, kuna watu wanapita kwa ajili ya kuchafua na watu waombe, ndugu zangu, kupitia mkutano huu kwamba tuwabeze na tuwaambie hatutaki, rudini kwenu kemoe. Watu wa... lakini kama unaona kuna changamoto, toa taarifa kwa, ukiona kama kuna mtu ambaye sio Mtanzania hem, toa taarifa mapema sana maana, wanataka kutuvurugia uchaguzi wetu sisi smoy. Tusipofanya hivi inamaanisha hata ene ene tunayocheza hapa hatuwezi kuicheza, si ndio? Jamani, hatuwezi yeah. Hey, kuicheza kwa sababu hamna nini? hamna amani, amani. amani. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, mheshimiwa mwenyekiti, nimesema nimeasema hayo kwa sababu tunaona na tunayasikia sasa. Nikasema kupitia mkutano huu ambao umeletwa na ndugu yetu kurudi kwenye chama cha mapinduzi, basi tuwaambie kwamba sisi kama umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi wilaya ya Bunda hatuko tayari kuona watu ambao wanakufanyeje wanapoteza amani yetu kwenye Tanzania yetu hii. Kwa hiyo niombe tu kwamba kupitia mkutano huu ndugu zangu, sisi tuko tayari ulinzi kwenye uchaguzi. Mama zangu baba zangu, sisi tuko vizuri. CCM, oyee!